Wao una kila sababu ya kujiunga na timu yetu. Naenda kukupa sifa kumi, kwa nini ujiunge na timu yetu? Sifa ya kwanza, tuna viongozi maalum waliobobea katika ufundishaji. Lakini sifa ya pili, tuna sehemu nzuri sana ya kujifunzia, tunaita training center na sifa namba tatu ni hii. Tuna system moja ya kiboko ambayo tumeiweka. Ndani ya miezi mitatu, unaenda kujenga biashara ambayo inaenda kukuingiza milioni mbili. Lakini vilevile, system yetu namba nne ni kwamba tunaenda kukusaidia, kuna incentive mbalimbali ambazo zimewekwa ili kukusaidia wewe uweze kufanya biashara yako vizuri na uweze kwenda kufanikiwa haraka sana ya nchi lakini pia tutaweza kukusaidia kuweza kutimiza ndoto zako kirahisi. Sifa nyingine ambazo tuko nayo kwenye team yetu